Mhm. Mm, Dada Christina karibu tena. Asante. Mm -hmm. Kwanza tuanzie pale ulivo content yako ya kumaliza mkataba ilileta shida. <laughs> Eh, mvuta eh, mic yako hii, nani? Ush, shika hii shika hii um, eh, vuta kwa. Eh, eh, eh namna hii. Sogea, usi, usikae tena hivi. Sogea ya karibu. Mhm. Mm, karibu tena. Asante. Dada Christina yako ikatuletea changamoto kweli kweli, eh, ilikuwaje? Baada ya kusema changamoto ulizokutana nazo kazini, bosi wa kiume alikuwa anakutaka na nakusumbua, lakini uliweza kupambana, hukujidhalilisha, hukuuza utu wako, na mpaka unaondoka akakwambia, Christina, endelea kujitunza hivyo hivyo, yeah. Ile ilikuwa ni sifa kubwa sana ambayo ni adimu sana kwa wasichana wengi, sawa jamani, yeah. Wadada wengi wao wanafikiriaga akienda mwanaume akimtongoza kama vile ndo anatoboa, eh, wapo wanaowaza hivyo, si ndio? mm, lakini Christina alionyesha mfano mzuri sana kwamba alikutana na mbaba mwenye tabia yake ya, ya ovyo, zipu yake aishuki ya, ana mkewe, mke wake kasafiri kikazi, bado tena anamsarandia dada, lakini dada alisimama akasema siwezi kukubali hichi kitu. Na alivyomaliza mkataba wake alikuja hapa akasema, basi nakwambia kidogo kukawa kuna tafrani ehe. ulipitia experience gani? <laughs> hamna mm? Mm. Ni vile tu malezi anachangia pia mm. Yani sio kila tabia ambazo mtu anazo amezitolea tu mtaani, malezi pia anachangia, malezi yanachangia ya nani sasa, kwa msichana au kwa yule baba? Malezi pande zote mbili, pande, pande zote hawa yeah. E, wanaume ambao wanashindwa kuheshimu ndoa zao, yeah. Lakini na wasichana ambao pia wakienda kwenye familia za watu wanashindwa kujiheshimu ni yeah. Ni malezi, eh? Malezi. Yeah, huo ni ukweli kabisa, japo swali langu liko ujali, jibu yule baba alikupigia akakwambia kwa nini umeenda kusema? <laughs> Ndo hivyo mkome, yani mkome kabisa. Wadada wanaotoka kwenye kituo, mkienda kuwaletea za kuleta mambo yenu hayo, mtadhalilika, mtadhalilika jamii yako inayokufahamu maana hawa wadada hawakae mbinguni wanakaa kwenye nyumba zenu. Kwa hiyo mkae, mjiheshimu, mheshimu ndoa zenu, mheshimu wake zenu. Utakapoenda kumtongoza tongoza dada ovyo ovyo, na tabia hizo za ovyo, anakuja hapa anayamwaga mwa akiamwaga kweupe, ndio hivyo, watu wako wanaokujua wanajua una matabia mabovu. Kwa hiyo huyu baba aliangaika kweli, e, sasa ndio nini umeenda kusema hivyo, sijui nini, lakini ndio hivyo, kwa hiyo Mwishowe mkaishiaje? Aliacha kuendelea kupigia? Ah, niliblock tu namba zao. Uli uliwablock eh? mm -hmm. Sasa jamani, mjiheshimu wa baba, waheshimuni wake zenu. Kama mmeshindwa kuwaheshimu wake zenu, basi nendeni huko nje, sio humo ndani. Yani, na nitawakomesha <laughs> yani nikiwapata wadada kama Christina ambao yani wamenyooka wa tutawakomesha yani ile ule mtindo wa baba kutembea na wadada wa kazi tutaukomesha. Yani da, baba akijua tu dada katoka Wadada Center anafunga zipu yake mm, aenda akatafute akafanya uhuni wake huko, si ndio? Jamani tuwakomeshe, kwa sababu pia Mungu atatubariki. Ukienda pale ukajifanya unaenda kulala na hiyo mibaba, unafikiri unatoa nini huko? Utatoa huko maradhi na milaana, kwa sababu sio baraka. Wewe utapenda kufanyiwa kitendo kama hicho? Wewe si utaolewa wewe, si mwanamke? Mm. na wewe utakuja kuwa na ndoa yako Unamleta binti wa kazi unasikia na na mume wako utajisikiaje? E, basi kama ni hivyo, usifanye hivyo hata siku moja, hicho kitendo usifanye ili Mungu akubariki, ndoa njema, akubariki mwanaume ambaye atakuheshimu ndani ya nyumba ya yako. Kwa hiyo wale ambao watajitoa fahamu Ibae, na sisi tutajitoa fahamu kama huyu bosi wake Christina Tulio tuli nani aliongea vizuri nikafurahia kweli. Nikasema huyu ngoja niweke hapa. Kuna watu wanaomzunguka wana, watalijua litabia lake. Kwa hiyo siku nyingine hata kama chukua kwetu, hata chukua msichana kwetu ataogopa yaani msichana kama kweli ni mtu ambaye anataka kuheshimiwa na, na, na na jamii yake, ataacha hicho kitendo kwa sababu atakuja kudhalilika zaidi, na wanawake wenye akili mje mchukue wadada Wadada Center. <laughs> <laughs> ili awa aumezenu mwako yani, mwambie hata kama hujamchukua hapa, mwambie dada nimemtoka kwa jisikiria ni <laughs> kama unajua mwanaume wako na tabia za ajabu e, ndiyo hivyo, tutumie tu mbinu zote kuwakomesha washenzi kabisa. Mwanaume unakuwa na tabia za ajabu namna hiyo, kila dada umfue nguo umfue nguo, laana tu. Haya dada Christina mwaya, karibu, nimefurahi kuona asante. Mm-hmm. Safari hii umejipangaje? Nimejipanga kivingine tu mm. Vile vile Mungu nimemtanguliza Mungu kwanza, ndio maana nimerudi hapa tena mm. Kwa sababu ile hali ilikuwa imeniathiri kidogo akili, kwa zile nini moment ambazo nilikuwa nimepitia kule, nika nimeweka negative vile negative feelings kwamba eh, nikienda kufanya tena nikirejea tena mkataba, sije kama vile vile, ah, kwamba ukakutana na mm. libosi wengine ni mm. tabia hizo hizo eh, masikini nikaanaogopa, ila baadaye mama akanipa moyo, akaniambia watoto hapo hivo, mama yako mzazi wa yeah. watoto wow. hapo hivo, kaza moyo, rudi tena wa wow. mtaani kugumu, so uongo, mtaani kugumu, mtaani kugumu huo mm. ndio ukweli, mdogo wangu, mtaani kugumu, na wasichana wengi wanaona miili yao ndio biashara mm-hmm. Wanaishia, wana kudanga kudanga, sio maisha kudanga, unajichosha lakini kujenga ujuzi wako hivi unavyokuja kwenye hizi kazi unajenga ujuzi ambao utaishi nao milele. Ujuzi utakuingizia kipato, utakuingizia pesa. Utajifunza kupika, baadaye unaweza kufungua hata restaurant. Baadaye unaweza kufungua kampuni ya usafi, si unaelewa? Ujuzi unao ujenga yani, hayo ndio maisha yako. Lakini ukisema ukalie kuuza mwili wako, mwili unachoka, mwili unachoka, mwili unabadilika. Leo hii sione labda wanaume wanaku- wanakukimbilia baada ya miaka michache ijayo, hakuna anayekutaka na huna ujuzi uliojenga, utaishije? si unanielewa eh? ndiyo E, kwa hiyo ni afadhali ukiwa na nguvu uende ukajenge ujuzi. Ingia kazini, jewekeza kazini, jenga ujuzi wako, ni kitu kikubwa, kitakuja kukutoa kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mwaya, karibu hata, usiogope hizo ni changamoto na ukisha kuwa unamtegemea Mungu umemtanguliza Mungu, ah unazishinda. Mbona ulizishinda pale mm. eh hey? ungekuwa labda umtegemee Mungu huyo baba labda angekubaka, lakini ulipambana, umeona, ukamtanguliza Mungu wako mbele na ukaweka msimamo wako, hakuna kilichotokea. Labda na ukiona mtu ambaye ndio hivyo labda anakushika, unajua kuna wale wanaongea tu na maneno una, nafikiri ndio mazingira uliokutana nayo. Ungekutana na mtu ambaye anakuvuta kwa nguvu hiyo, sasa inabidi utoe taarifa mapema ili usije ukabakwa, ndio eh. Kwa unaangalia mwana, unajua anaomba anapenda kujaribu jaribu mm. yule mkali, kambia, uwe, na yule tu akishaona dada wa kazi anakuonyeza konyeza, kujaribu jaribu, anakuchekesha chekesha, akiona unacheka ndio hivyo, lakini ukiwa mkali, kaambia, we namwambia, mkeo arudi, anajua dada sio wa kuchezea mm. umeona, ndio kwa hiyo, maana yangu ni kwamba kama ni sehemu ambayo unaona ilo lizee linaweza kukubaka, toa taarifa mapema, utoke hapo lakini kama ni yule ana rusha, rusha tu vineno vya kukujaribisha wewe, mwambie nampelekea taarifa mke wako ili mkate kabisa nani, yani yani ajue kabisa dada hacheki na kima. Kaja kufanya kazi, hata hata kusemesha tena hizo habari. sawa eh? Yeah. Kwa hiyo, karibu, ulikuwa unalipwa shilingi ngapi, smart dada? laki mbili laki mbili, eh? yeah. sasa hivi tumewapromote, naenda kwenye laki tatu. yeah. Sawa saa eh? Hmm. Lakini nimepitia kozi yetu, mepata awareness, mambo ambayo tunataka mfanye ili mweze kuwa bora maana. Yeah. si lengo letu ni kuzidi kuwapandisha juu, si unaelewa, siunaelewa eh? Hmm. Hey, si tunataka yani baada ya mwaka miaka miwili wewe unakuwa professional sawa eh? E, kwa hiyo kama ni mtu ambaye una na wewe unataka kupanda, kuendelea kupanda viwango, uingie kwenye kozi yetu sawa. Karibu sana, asante haya.